Tumekuja kupiga story na Isa Tambu, CEO Tambu Mota, tuzungumza naye maili matatu. Habari za magari zimekuwa nyingi sana huko mjini, lakini ili hii story iwe balanced lazima Isa Tambu naye atuambie kuhusiana na ya, haya magari tujue naye kwa utaratibu wake ulivyo. Isa Tambu vipi? kwa makiongozi kama kawa mnaenda karibuni sana tumekaribia, na heri ya mwaka mpya pia ay, ya, tunashukuru Mungu tupo salama eh. Mwaka umeanza vizuri, mm. Ay, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kazi, kazi. Sikiwa ndani zai. Sasa sasa Tambuu, tulishangazwa maana sasa hivi zinachoni sana mambo ya gari za Audi <laughs> Jana mm. uh, uliposti kwenye Instagram yako, ukaposti, na ukaandika caption kwamba kumbe hizi zinapatikana hata za milioni kumi ukacheka kabisa. Tukasema tuje kwako tudhibitishe, kumbe zipo. Unajua eh. <laughs> gari watu <laughs> wanashindwa kwa kitu kimoja. Mimi ngoja niwape elimu ya, ya gari. Gari inauza kutokana na kiwango chenyewe hasa ikiwa used Tanzania. Mm. Lakini pia gari inauza kwa kiwango chenyewe hata ikiwa used, uh, Japan. Mm. Mm. Mfano, unaweza kununua Audi ya elfu mbili na kumi na tano hmm. Lakini ukanunua Audi moja milioni eh, thalathini, ukanunua Audi nyingine milioni hamsini. Umeelewa? Yeah. Yeah. Kwa hiyo ubora wa gari, grade inauzwa kutokana na, na grade. Si umeelewa hapo? Yeah. Kwa hiyo unaweza kuwa na Audi moja mwenzako kanunua milioni hamsini, lakini wewe ukanunua milioni thalathini tu yeah. Kwa hiyo inatokana na mileage, imetembea vipi ile gari yeah. Lakini pia sio tu gari, yani muonekano mzima ule gari, ubora wake kwa hiyo tukiangalia ile Audi ya Ndaro Q5 S-Line kabisa, kweli milioni kweli milioni hamsini na tano inawezekana kwa uh, sababu uh, na bahati nzuri nilimpigia simu okay, na akanihakikishia kabisa gari yake ni grade 4 amenua ina mileage kilomita uh, amesema ina elfu thelathini na nane mm. Kwa hiyo ile gari lazima ifike hiyo bei, ukikusanya uh, era ya manunuzi ya Japani, ukikusanya ushuru wa serikali, ukikusanya wafeji, ukikusanya na kila kitu inafika kabisa hiyo yani, bila mashaka kabisa. Issa Tambuu, ni kitu gani ambacho watu walijichanganya baada ya kumuona bingwa magari used kuposti gari kama andalo lakini bei ikawa tofauti yeah? Sana unaona, watu wamejichanganya sasa. Hapo ndo kitu nimekwambia, grade ya gari, tunarudi pale kwenye quality wa ile gari yenyewe, si mmenielewa? Nilikwambia unaweza kununua uh, unaweza kununua Mercedes Benz kama hii mbili moja ukanunua milioni sabini moja ukanunua milioni hamsini Unaelewa, kwa, kwa imetembea kilomita ngapi huko Japani, ya mwaka gani? Umeelewa e? Lakini kwa yandalo mimi kanipigia simu kaniambia, Tambuu gari yangu mimi nimenunua grade 4 nimenunua gari na kilomita elfu thelathini na kadhaa, nimekanitumia kila kitu, kwa hiyo nikajiaminisha kabisa kabisa bila mashaka liina ina, ina, ina deserve kwa milioni hamsini um, na angapi? Alisema hamsini na tano bila mashaka kabisa yeah. Kwa upande mwingine uh, Doto naye pia alitia neno lake kama design Ndalo amempeleka mjini eh, muza magari Bingwa. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara, unaonaje hii sanga sangambingwa ambayo imetokea Bingwa na Ndaro kwa kibiashara? Ndalo amempeleka mjini Bingwa? <laughs> mimi sidhani kama kuna mtu kampeleka mjini mwenzake, lakini kila mtu katoa maoni. Bingwa anafanya biashara zake na ni mshikaji wetu, tunafanya biashara kwa pamoja, ana shida yoyote lakini. Ndaro ya akanunua gari yake kaposti kwao, ni watu sasa kuchanganya yale maana, unakuta kuelewa, nimekwambia nimekwambia gari inauzwa kutokana na nini na kiwango. Watu wanadhani S-Line, akiona Audi ni sawa tu, zote zitakuwa zina bei sawa, lakini siyo hivyo kila gari inauzwa kutokana na thamani yake na ubora na grade ya kwake unaelewa? mm -hmm. ya Ndaro ni grade 4 mm -hmm. ina kilometa elfu thelathini na ngapi, hauwezi kusanisha na ya kwako grade 6 ina kilometa laki moja na hamsini hauwezi. yes. Umeelewa? yeah. lazima ya Ndaro itakuwa si vitu viko live, hata tukigugu hapa, umeona tukigugu, tukienda before, tunaangalia ambapo tunaponunua, kuna minada ya magari, tutaangalia Audi hii bei gani na Audi hii bei bei gani. Kwa hiyo ni ile watu kutokufahamu na kutaka kuleta tu ile ile ile ile ile ligi wanasema, yeah, lakini gari ina samani halisi kabisa kabisa. Hivi sasa nikikuuliza, comedian gani ambaye unamuona wewe kweli anaongoza, anyway, wenzake ma comedian wenzake wote, kwamba yeye anamiliki gari gani? Ni comedian gani eh, kwa sasa hivi atakuja kuwa bila shaka japo mwenyewe aliniambia asiseme, lakini milioni hamsini na tano, lakini taarifa ni kwamba ametaka anakonda elfu mbili na ishirini na tatu ni milioni mia moja na kumi nimemuzia. <coughs> Nakwambia na nikanilipa, huyo huyo mnyakusa huyo huyo sukari mwenyewe atulie. Sasa hapo sasa na Ndalo, lakini Ndalo naye sio mtu mnyonge. yeah, yeah. Leo asubuhi tumekuwa tuna mjadala mzuri sana jadala mjadala mzuri sana mnaona hili? anataka aondoke nalo. Unaona amesema anakuja kuchukua. Nakwambia kaambia Issa Tambuu niandilie mpaka na lisiti nimuonesha unyama mmoja hapa eh. Hii Mtegesaji alichanganyikiwa hicho kilimchanganya sana Ndaro, mzigo umefunguka sasa. Waambia wanasema gari yako ya bei rahisi wanakuweza, hii ni hii, gari ni samani yake na milioni tisini na nane, kila kitu, ushuru na nini na nini kila kitu, nafika pamoja. Hii imekuja na hii gari imekuja ni imekuja na elfu ilikuja na thelathini na tisa sasa hivi, na kama elfu arobaini na nne unaelewa, lakini kila kitu kiko clean kabisa kabisa kabisa, unaona? Sasa so, so, so, utajisikiaje mm -hmm. au ukisikia mtu anauza gari kama hii, lakini akakwambia milioni ishirini na tisa na laki nane sasa gari si itakuwa mbovu? Unajua, unashinda kitu kuelewa, kuna kunua starehe na kuna matatizo. Unaweza kununua gari baadaye, unue starehe, unanunua matatizo, sijui umenielewa. <laughs> Yani wewe inabidi una fundi mwingine pembeni, uko nyumbani haijawaka kajihakikishia. Lakini kuna, kuna hatua ambazo kimsingi, hmm, lazima ukague gari. Yaani kabla ya kwenda kununua gari lazima ujikague ujidhibishe. Gari ile je, ina iko sawa? Umeelewa? Kuna zingine kweli za bei kitonga lakini bado ziko nzuri. Lakini mara nyingi zinakuwa zina changamoto. Kwa hiyo usipende sana urahisi. Hakikisha gari umejinunulia gari ambayo iko imenyoka, ina kila kitu. Tutakuwa sahihi tukisema kwa sababu tumepiga story na moja ya wauzaji magari pia mzuri Tambuu shughuli zako. Tutakuwa sahihi tukisema magari ni sawa labda na t-shirt. Mfano unaweza kununua duka fulani ikawa elfu ishirini lakini tisheti yoyo hioo naweza kenda duka jingine ukaambua elfu hamsini kwa mujibu wa brand. Ni sawa kabisa, ilo nao linachangia kwa asilimia tisini. Kwa sababu hata mimi kwangu mimi, ukiangalia, ndio muuza magari ambao unauza magari mapya kwa bei rahisi kuliko yoyote katika nchi ya Tanzania hii, hakuna kama Tambuu Motors ile. Nadhani hata watanzania wameshatupitisha, hakuna hakuna. Ukiangalia kwenye peji yangu, bei inazoziweka na wauzaji wengine ni mbali kabisa kabisa, kwa viwango vile kabisa, kila kitu, kwa sababu mimi ni mzee wa low budget. Nitamuuza milioni 52 kwa mimi, kwa sababu tunajua mimi mzee wa low budget 52, kwa viwango vile, grade 4 mileage ndogo ile, nitaipiga hajapigwa, yuko sawa kabisa, hajapigwa hata kidogo. Nyenyi mambo mbona yako live? Simchukue simu zenu, mgugo Angalieni, S line elfu mbili na kumi na sita low mileage, grade four. Bei gani? jumlisha wafeji jumlisha assessment ushuru, unapata bei halisi. Kaongea sana ikiwa Zanzibar, leo alibwata sana, mshamba azungumza mtu maisha yake yeye, pakaombela <gulio> Yeah, juu okay, chochote okay. Uh, kwa bingwa anaokota okota, lazima tumekuwa tukija sana pale uh, Tambo Motors, tumekuwa hatukuoni mara nyingi sana, kwa taarifa anashinda anashinda Sa, Bunju, na sisi tukamua tuje Bunju taka tupate siri uh, ya, ya, ya wewe kuwa unashinda sana Bunju, uh, hadi kuona mavazi ambayo umeyavaa <nabidi> Uh, sisi tulianzisha project. Mimi kwa mfano mimi uh, nilianzisha project ya kiwanda ya kuzalisha magodoro, na sasa hivi tupo kwenye majaribio, tunamshukuru Mwenyezi Mungu yanakwenda vizuri, lakini bado kuna marekebisho ya hapa na hapa na hapa. Unajua ni ugeni, lakini licha ya ugeni, kitu chochote kinachoanza upya kina, kina, kina, kina, kina tuseme kina, kina changamoto zake, kuna namna ya kuzitatua kwa hiyo inanichukulia muda mwingi sana siku hizi na kuwepo huku, lakini nadhani baada ya, na la ya kumaliza hapa sasa tunaendelea mm, kunipata kama kawaida, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kiwanda yeah, kimeanza. Sasa tupo kwenye majaribio, na kama mnavyoona sasa nikawaoneshe njoni kudhibitisha gari a ametungisha unaona, hii ni ni roli yake tunampakilia okay, lakini yote ni katika sehemu ya kutaka kuona sasa ubora je, ye, kazi yetu inafanya vizuri, unaelewa. Mtu anaweza akajiuliza hisi, mbona kama amefanikiwa kwenye maisha, amejipata hata biashara zake, magari, fanicha ameenda, lakini Unaona bado anaendelea kutafuta pesa na makampuni uh, na vitu hivi. Uh, mimi hasa siri. Sasa unajua hela haitoshi siku zote. Yaani maisha kuni fedha fedha fedha hazitoshaji kabisa. Hata mababa zetu hawa manyama kampuni makubwa unayajua kila siku wanaendelea kubuni kitu gani? Unakuta anataka kubuni auze ice cream, auze pipi, auze nini? Hmm. Namna gani kwamba fedha inakuwa haitoshi. Kwa hiyo hata hmm, sisi tunahakikisha kwamba pesa tulizokuwa nayo haitoshi. Okay. Bado tuna tiketi, inahitaji tuiongeze, tuiongeze, tuiongeze, tuiongeze na tuiongeze zaidi. Diamond alisema moja ndoto yake kuja kuwa tajiri namba moja duniani. Kwako wewe vipi malengo yako baada ya kufika? Ah, mimi sina hata malengo bwana. Mimi Mwenyezi Mungu anachonikadiria. Mimi nashukuru alhamdulillah. Si ni mtu wa kushukuru kwa chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekadiria. Lakini ukumbuke kitu kimoja, uh, kila mtu aliyokuwa duniani Mwenyezi Mungu amemkadiria riziki yake. Mwenyezi Mungu anasema anampa Amtakaye na anatoa bila ya hisabu. Kwa hiyo wewe unaweza kaza sasa unataka kutafuta vile vikubwa lakini Allah amekukadiria wewe kumi. Hawezi kuendelea zaidi hapo. Alishamlipa zaidi ya milioni tano okay. okay. milioni tano kama naomba tulipiga picha tu. Alipa ni milioni tano. Bado hatujamaliza kabisa, eh, sasa tayari kwa ajili ya kuanza kuwa kufanya matangazo iende sokoni, ndio tunataka. Tunafikia hatua hiyo nzuri baada, tutatafuta watu wengi ambao tutawaalika waje tusupport vijana wenzao ambao tumefungua na kitu kikubwa kama, kama serikali wanavyojua inavyohamasisha Uh, ukuaji wa viwanda tuongeze ajira kwa watu wengine. Kwa hiyo unatimiza kampuni ngapi mpaka sasa? Bado, si bado <laughs> wadogo tu na <laughs> kampuni <notasakini> viwili mzee, kuna <laughs> Tambuu Motors <Tumatampu>, lakini <laughs> kuna aya <taispom>. Kwa hiyo tumepokea vizuri sana kwenye upande wa magari sasa na hivi kwenye majaribio, labda <laughs> sasa. Watanzania wale ambao wanasubiria kuona hatua zinaendelea wategemee nini na pengine elimu itakuwa rasmi sasa, kwamba mtu anaweza kupata mzigo sasa hivi. Tutakuwa na majaribio lakini baadhi ya watu wanaweza kutumia, wanatuambia Tambuu wanafanya vizuri kwa sababu tumeanza kwenye fenicha, unajua fenicha ndo wanatumia sana, lakini mm -hmm. nadhani kuanzia mwezi wa pili mpaka watatu, inshallah Mungu akitujalia sasa afya na yeye tunayoyapanga kufanikiwa, kila kitu kitakuwa tayari na sasa tutaenda kufikia soko la kila mtu, kila mtu alale Yani, bila shida, tunasema tice form, unalala kwa uhakika, usingizi wa uhakika. Daktari anasema umeungua, sio kwenye kiwandani, kwenye majaribio kampuni, yani kiwanda hata kijakuwa kijazaliwa, sasa kijazinduliwa tayari ushaungua. Wachina walikutia mkenge kidogo, wakakuonesha chemical wakakuambia mzalamu utamweza. tunajua Uh, uzuri kemikali zinakuwa zina sheria zake na lazima ufuate sheria zote. Kwa unapofuata mm. sheria, kila kitu nakua salama kabisa bila shida yoyote, sheria zote mm. unafuata mm. sheria zile zote ambazo kimsingi sasa zina kukinga wewe ambaye unahudumu eneo lile, hamna. Bahati nzuri watu wanakuwa wametu wanatufata sana e, hata simu zinatosha Tambuu vipi vipi vipi? E, lakini ni siku hizi mbili tatu tu hmm, tunarudi kwa kasi kubwa hmm. masashi hmm. ishina... yeah.